Kwa mujibu wa sheria yetu ya ununuzi wa umma pamoja na mambo mengine yaliyoainishwa katika sheria hiyo yanataka mchakato wa ununuzi wa umma tuufanye ndani ya mfumo wa NeST, naamini hili wote tunalifahamu. Lakini ili kuendana na matakwa haya ya sheria, sheria inafanya kazi kwa kusaidiwa na kanuni mbalimbali. Tuna kanuni mama za ununuzi wa umma, lakini tuna kanuni za kushughulikia rufaa ama migogoro inayotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Sasa tukienda kwenye kanuni zote hizi mbili zote zinatuelekeza kuwa mchakato wa ununuzi wa umma na malalamiko yanayotokana na michakato ile yanatakiwa uh, yawasilishwe ama yafanyike ndani ya mfumo wa NeST. Tuko sawa jamani? Sasa um, tulianza kwa kuiangalia mtaalamu wetu asubuhi aliyetupitisha kwenye mfumo wa NeST alisema, NeST ina moduli mbali mbalimbali, lakini moduli zinazofanya kazi kwa sasa ni alituambia ni ya e registration na e tendering, si ndio jamani? Sasa moduli hii ya kushughulikia malalamiko na migogoro inayotokana na michakato ya ununuzi wa umma iko ndani ya moduli kubwa ya e tendering lakini tukienda kwenye dashboard zetu sisi wa taasisi nunuzi, ukiangalia kwenye ile dashboard yako utaona kama kuna mahali ja, unaweza tu uka login kwa akaunti yako ya kawaida. Ukiingia kwenye ile dashboard si unaona kuna uh, items mbalimbali zinazohusiana na mfumo wa NeST, lakini kuna item iliyokuwa na icon ya mfumo wa, wa, wa, wa mahakama iko kama wanasemaje, ja ile ngao ya, ya, ya mahakama, kama imebeba vitu viwili hivyo mizani. Asante sana, kama ina mizani miwili, kile kitufe ukikibonyeza ndio kitakupeleka moja kwa moja kwenye masuala ya uwasilishaji wa malalamiko na rufaa. Kwa upande wa taasisi nunuzi mtaona hivyo, lakini kwa upande wa wazabuni inaonekana katika namna ya tofauti, ndio maana tunafanya mafunzo haya. Nitaionyesha inaonekanaje, lakini sasa nitoe tu utangulizi zaidi kwamba uh, PPAA kwa kushirikiana na PPRA katika kuendelea kuboresha mfumo wa NeST tumetengeneza mm-hmm, hii moduli ya kushughulikia malalamiko na rufaa ndani ya mfumo wa NeST. Kwa hiyo moduli hii kwa sasa ipo na inafanya kazi kwamba kwa yeyote anayeshiriki kwenye mchakato wa ununuzi wa umma uh, particularly mzabuni na akigundua kwamba kuna taratibu hazikuzingatiwa na ana sababu ya kuhoji kuto kuzingatiwa kwa taratibu zile, basi mfumo wa NeST unamruhusu yeye kufanya hivyo ndani ya mfumo. Kwa lugha nyingine, kwa sasa huwezi kuwasilisha malalamiko yanayotokana na michakato ya ununuzi wa umma kwa kuandika email za kawaida ama kwa kupeleka barua physically kwa ofisi za taasisi nunuzi. Kwa hiyo wataalamu tulioko hapa, hili naomba tulikumbuke. Sasa tuangalie hii moduli yetu ya kushughulikia malalamiko na rufaa iliyoko ndani ya mfumo wa NeST ina vitu gani ndani ya ile module? Kuna vitu gani ni functions zipi zimekuwa covered? Uh, sehemu ya kwanza ni sehemu ya uwasilishaji wa malalamiko kwenda kwa taasisi nunuzi. Naamini wote tunafahamu na tumekumbushwa kupitia mwezeshaji aliyetoka kwamba unaposhiriki kwenye mchakato wa ununuzi wa umma kuna njia za uwasilishaji wa malalamiko Njia ya kwanza ambayo unaweza kuamua kuifuata ni pale ambapo mzabuni anapokuwa hajaridhika na mchakato ulivyofanywa, hivyo anaona haki yake haikutendewa, hakutendewa haki, anaweza kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi. Sasa lugha iliyotumika kwenye sheria ni kuwasilisha kitu kinaitwa application for administrative review, lakini lugha rahisi ya kawaida ya kwetu ni uwasilishaji wa malalamiko. Sasa uwasilishaji wa malalamiko uko katika namna mbili. Unaweza ukawasilisha malalamiko kabla ya cool-off period, ama unaweza ukawasilisha malalamiko wakati wa cool-off period. Sasa kabla sijaendelea mbele, wote tunafahamu cool-off period ni nini? Wote tunafahamu eh? Hapana, sawa. Naomba niseme kwamba cool-off period ni kipindi kinachotolewa na sheria kinachoitaka taasisi nunuzi inapokuwa imechakata mchakato wake wa zabuni na kufikia hatua ya mwisho, yaani ya kutaka kutoa tuzo ama award, kabla ya kutoa tuzo, kutoa taarifa kwa wazabuni walioshiriki kwenye zabuni hiyo, ikiwafahamisha ni nani anashinda zabuni hiyo kwa kiasi gani, na kwa nini wewe mzabuni mwingine hukushinda na sababu zilizopelekea wewe kuto kushinda zabuni hiyo. Lakini hiyo notice ama taarifa hiyo itaendelea kumfahamisha mzabuni kwamba una haki ya kuwasilisha malalamiko ndani ya kipindi kwa sasa sheria mpya inataka siku ngapi za kazi? Siku tano za kazi. Kwa hiyo kile kipindi cha siku tano za kazi unazopewa mzabuni haki ya kuwasilisha malalamiko ndio tunakiita cool off period. Kwa hiyo cool off period inatokea wakati mchakato wa zabuni unafika wapi? Unafika ukingoni. Kwa hiyo na mara nyingi uh, malalamiko yanayoweza kutokea katika kipindi hiki ambacho mzabuni amepewa taarifa ya, ya kwa nini zabuni yake haijakubaliwa. Normally mzabuni anaweza akalalamikia um, akalalamikia nini? Jamani wa zabuni mko hapa eh? Naomba kusikia, mimi napenda tushirikiane kwa pamoja. Sababu eh? Sababu anaweza akalalamikia sababu za kuenguliwa kwake, anaweza akalalamikia zabuni inayotolewa kwa mwingine. Tunajua kuna hayo mazingira eh? E, mzabuni anaweza akapinga. Tuko kampuni mbili, yuko Sharp yuko na kampuni nyingine, kampuni B. Sharp anapendekezwa kupewa kazi, kampuni B anaweza kuona kwamba kwa nini Sharp apewe, anaweza akaraise pingamizi. Sawa, jamani. Kwa hiyo haya mapingamizi ya namna hii yanaweza kujitokeza, lakini haya hutokea baada ya taasisi nunuzi kutoa kusudio la kutaka kutoa nini zabuni. Kwa hiyo haya ni malalamiko tunayaita, yanatokea during cool off period, lakini malalamiko kwenye mchakato wa ununuzi wa umma yanaweza kutokea kabla ya cool off period. Wale wa taasisi nunuzi tupo temdo, taasisi nunuzi wote, leo sisi ni temdo, kwa temdo tupo ni mazingira gani mzabuni anaweza kulalamika kabla ya cool off period? Kama tutakumbuka rafli, nyosha tu mkono, sema. Kukosea ndio kujifunza, usijali sana. Tuna, tuna tuna, anayeweza kukumbuka? Asante. Muda wa ku, muda wa kutenda kwamba uh, ule muda ambao mzabuni anapewa kuandaa nyaraka yake ya zabuni labda ilipaswa kuwa siku kumi na nne ukafanywa siku saba, si ndio? Eh, asante sana. Tumepata senario moja. Senario nyingine ilijitokeza kidogo kwenye maswali ya asubuhi hapa, lakini haikuwa moja kwa moja. Tutaweza kukumbuka? Tusaidiane, inaweza ikawa mzabuni aka challenge specifications zinazowekwa kwenye tender document. Tunalitambua hilo eh? Kuna wataalamu waliuliza hapa, akasema mi nataka kompyuta ya Dell, alafu kwa nini unilazimishe niweke specification za HP? Lakini uh, wataalamu wetu kutoka PPRA wamefafanua kwamba requirements zinazotakiwa kwenye tender document zinatakiwa kuwa unique, zinatakiwa kuwa standard, hazionyeshi upendeleo wa kampuni yoyote, ili kuleta ushindani ulio sawa. Kwa hiyo katika hatua za awali za mchakato wa zabuni mzabuni anapo iangalia tender document anapoanza kuandaa nyaraka yake ya zabuni, na anapogundua kwamba zile specifications hazileti ushindani wa kweli, sheria inampa haki ya kuweza kuwasilisha malalamiko. Tuko sawa jamani? Lakini huwezi kuanza moja kwa moja. Endapo uh, taasisi nunuzi yetu Temdo wanataka kununua laptop na wameandika clearly wanataka HP, sisi wa zabuni sharp tunadhani HP. Ile requirement ya kuweka HP kwenye tender document itazuia nini? Ushindani. So kwa sababu itazuia ushindani, hatua ya kwanza, mzabuni unachotakiwa kufanya ni kuanza kuandika barua kuomba clarification kwamba inawezekana taasisi nunuzi wamepitiwa kwa kuweka ile requirement ambayo ina confine ushindani wa wazabuni. Lakini ukiomba clarification ama ufafanuzi, ukijibiwa na taasisi nunuzi akaendelea kubaki na msimamo wake ndipo hapo sheria inapompa mzabuni yule haki ya kuweza kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi husika ikiwa ni hatua ya kwanza na baadaye kuweza kukata rufaa kuja PPAA. Sasa hizi senario tofauti tofauti za uwasilishaji wa malalamiko katika hatua ya awali, tunapowasilisha malalamiko kwa afisa masuhuli wa taasisi nunuzi, zimekuwa covered kwenye hii module yetu ya mfumo wa NeST ni module mean, yetu ya malalamiko ya wasilishaji wa rufaa na malalamiko iliyopo ndani ya mfumo wa NeST. Kwa hiyo nimeelezea hizi details, wakati tunatumia huu mfumo, tunapotumia hii module, itusaidie tusichanganyikiwe, kwa sababu haya maswali yatajiuliza, kwamba lalamiko lako uh, linapaswa kuwa before cool off period ama after sorry during cool off period. Kwa hiyo ni lazima tufahamu, lakini uh, item nyingine iliyoko ndani ya hii module ya uwasilishaji wa malalamiko na rufaa ni uwasilishaji uh, wa rufaa mbele ya PPAA ama uwasilishaji wa rufaa mbele ya mamlaka ya rufani. Uh, sheria ina, inampa mzabuni haki kama aliwasilisha malalamiko yake taasisi nunuzi na akajibiwa na hakuridhika, mzabuni yule ana haki ya kuwasilisha uh, rufaa yake kuja PPAA baada ya kupokea uamuzi wa taasisi nunuzi. Uh, mwasilishaji mwenzangu aliyetangulia amefafanua kwamba taasisi nunuzi inapaswa kutoa uamuzi ndani ya siku tano za kazi, endapo haitaunda jopo la kushughulikia malalamiko ya mzabuni, au ndani ya siku saba za kazi, endapo itaunda jopo katika kushughulikia uh, malalamiko ama uh, uh, wasilisho la mzabuni. Kwa hiyo, mzabuni endapo atapokea majibu ya taasisi nunuzi ama uamuzi wa taasisi nunuzi na hakuridhika atapaswa kuja PPAA ndani ya siku tano za kazi, lakini inaweza ikatokea kuna mazingira ambayo huko nyuma yalikuwa yakijitokeza sana. Tunaamini kwenye mfumo ya ta phase out taasisi nunuzi tupo temdo, tupo jamani temdo, tulikuwa tuna, tuna, tuna tendency ya kusema mzabuni akiwasilisha malalamiko kwako unasema mimi sijaona. Jamani, nilileta ofisi ni kwako, umesaini dispatch. hiyo dispatch yetu hatusainigi hivyo, siyo ya kwetu. Yaani unakuta taasisi nunuzi family anasema hukuwasilisha yale malalamiko, lakini deep down anajua kabisa tuliyapokea. mambo yalikuwa mengi, lakini hatukuyafanyia kazi kwa wakati. Sawa jamani, temdo tupo, inatokea itokee. Okay. Ndio tuseme tu kweli, tunakumbushana jamani kwa hiyo katika mazingira kama haya, endapo taasisi nunuzi temdo yetu haijatoa majibu ama haijatoa uamuzi wa malalamiko yaliyowasilishwa na mzabuni, mzabuni amepewa haki ya kuwasilisha rufaa kuja PPAA. Kwa hiyo mzabuni, kazi yako ni nini? Kazi yako ni kusubiri. Unapowasilisha lalamiko kwa taasisi nunuzi, taasisi nunuzi, sijui kama tunajua kwamba ukiamua kushughulikia lalamiko la mzabuni unatakiwa uunde, kama unataka kuunda jopo unatakiwa kuliunda jopo hilo ndani ya masaa 24 tangu ulipokuwa umepokea lalamiko la mzabuni. Lakini kama hutaunda jopo, ina maana mzabuni of course, na ukiunda jopo, notification itakwenda kwa wazabuni kwa mfumo ita, mzabuni ataambiwa lalamiko lako limepokelewa na taasisi nunuzi imeunda jopo la watakaolishughulikia kwa hiyo tayari mzabuni atajua kwamba lalamiko hili litashughulikiwa ndani ya siku saba za kazi, lakini endapo hatapokea taarifa yoyote ya uundaji wa jopo, mzabuni atajua ya kwamba uh, lalamiko langu litashughulikiwa ndani ya siku tano za kazi. Kwa hiyo ndani ya siku tano za kazi zikitakapokamilika ama zitakapokwisha, mzabuni ndipo anapopata haki ya kuja PPA kama amepata majibu hajaridhika, au kama taasisi nunuzi haijatoa majibu ndani ya hicho kipindi kilichoainishwa kwenye sheria ili tuweza kuwasaidia wazabuni wale wanaoshinda zabuni haki ya kuweza kutetea maslahi yao. Hapa nifafanue, inawezekana Sharp ameshinda zabuni lakini kampuni B. Jamani, naomba ni mzabuni wa pili. Kwa nini nitumie kampuni B? Naomba jina la mzabuni wa pili na Sharp. Alafu wa pili eh? Ah, Temdo ni taasisi nunuzi. Temdo ni taasisi nunuzi. Na, naomba mzabuni wa pili. Eh, eh. Akilimali. Akilimali sawa na wazabuni wawili leo na Shapu alafu tuna akilimali. Sasa inawezekana ikatokea Shapu ameshinda zabuni alafu akilimali akawasilisha malalamiko, akasema huyu Shapu aliyeshinda, uh, hii zabuni hana uwezo wa kuifanya hii kazi. Hii kazi ilikuwa inataka uzoefu wa miaka mitano, lakini mimi Shapu ninavyomfahamu amesajiliwa mwaka jana, si tulioko kwenye field tunajuana, eh? nani ni mzoefu kuliko mwingine. Kwa hiyo unaweza ukasema Sharp amesajiliwa mwaka jana, ana mwaka mmoja kazini, mimi nina miaka sita saba, lakini cha kushangaza taasisi nunuzi wamempa Sharp kazi wakati hana vigezo. Kwa hiyo mzabuni akilimali anaweza kuamua kuwasilisha malalamiko na yanaweza kufikia hata kwenye hatua ya rufaa. Tuko sawa jamani? Sasa yakifika haya malalamiko kwenye hatua ya rufaa, mzabuni Akilimali yes, ndio ameshinda, ana tonge lake mkononi. Sheria imempa haki ya kujiunga kwenye ile rufaa na kupata nafasi ya kujieleza na kutoa ufafanuzi wa zile shutuma ama allegations zinazoweza kuletwa dhidi yake. Najua tunaweza tukawaza kwamba kwani Akilimali amejipa kazi? Aliyempa kazi si taasisi nunuzi kwa nini hakuangalia qualification, si ndio? Lakini wewe ukiwa umepata kazi mkononi, umeambiwa hii kazi hii hapa hii, tenda ya bilioni moja. Lakini ghafla wakati tayari unafurahia bilioni moja, kuna mtu anasema hii bilioni moja sio yako, hutakiwi kupata. Utakubali iondoke kirahisi? Si tutapambana, ili tuweze kujitahidi kutetea haki yetu? Ndivyo ambavyo sheria imetoa haki. Kwa hiyo kwenye moduli yetu ya kupokea malalamiko na rufaa Ime include hii component ya mzabuni mshindi kuweza kujiunga kwenye shauri lililoko mbele ya PPAA. Uh, lakini pia component nyingine muhimu iliyoko hapa inahusiana na maombi mbalimbali mbali. Katikati yetu hapa tuna wanasheria. Sheria mawakili mnipungie hivi. Asante. Tuna mawakili tupwe. Nikizungumzia maombi kwa mujibu wa taratibu zilizopo hata kwenye mifumo ya mahakama ya kawaida, naamini tunaelewana, si ndio? Lakini kwa faida ya sisi sote uh, ninaomba niseme kwamba kanuni zinazoongoza uh, usimamizi wa rufaa zinaruhusu maombi mbalimbali yanayoweza kujitokeza wakati wa usikilizaji wa rufaa. Maombi haya yanaweza kuwa ya namna tofauti tofauti. Ombi la kwanza, mzabuni anaweza kuomba kuongezewa muda wa kuwasilisha rufaa nje ya muda uliowekwa kwenye sheria. Tuko sawa jamani? Hii inaitwa application for extension of time. Lakini ombi la pili ni ombi la kutengua uamuzi uliotolewa kwa kusikilizwa shauri upande mmoja. Sawa jamani? Tunajua shauri inawezaje kusikilizwa upande mmoja katika mahakama za kawaida. Tupeane uzoefu, sio lazima mawakili, hata sisi wengine tuna haya ah, ndio maisha yetu, tunapambana na mambo mbalimbali ya mkini, ukajua kuna ambaye anaweza kutusaidia. Asante mtaalamu, asante sana, ametusaidia. Anasema shauri linaweza kusikilizwa upande mmoja endapo wahusika wa shaurini wote wawili walipewa wito lakini siku ya kusikilizwa shauri akatokea mmoja, mwingine hakutokea. Yaani ukatokea upande mmoja, upande wa pili haukutokea. Katika mazingira hayo, mahakama inasikiliza shauri upande mmoja kwa kumsikiliza yule aliyefika, aliyefika katika mahakama. Sasa turudi katika utendaji wa PPAA na migogoro ya ununuzi wa umma. Sheria pia imeipa PPAA uwezo wa kusikiliza shauri upande mmoja endapo wahusika kwenye lile shauri hawakuja na wahusika hapa tunaozungumzia ambao hawakuja, na shauri linaweza kusikilizwa upande mmoja ni taasisi nunuzi. TEMDO, mpo leo? E, TEMDO ni hivi: kwenye sheria, sheria inaipa PPA mamlaka ya kusikiliza rufaa au kesi yoyote iliyoko mbele yake bila ya uwepo wa taasisi nunuzi endapo itathibitika taasisi nunuzi ilipewa wito wa kuja shaurini na haikutoa taarifa yoyote kwa nini haiwezi kufika shaurini siku ya kusikiliza shauri. Sawa jamani? Kwa hiyo katika mazingira haya PPAA inaweza kumsikiliza mzabuni pekee yake aliyewasilisha rufaa kwa kuangalia nyaraka zilizopo kwenye mfumo zinazohusiana na, na mchakato wa zabuni kwamba taasisi nunuzi ilifanya nini, lakini pia kuziangalia hoja za mzabuni husika na kutoa uamuzi au maamuzi. Sasa, maamuzi haya yanayotolewa kwa kusikiliza shauri upande mmoja yanaweza yakawa yana madhara kwetu sisi temdo. Kwa hiyo tunaweza kuomba kutengua uamuzi huo wa kusikilizwa shauri upande mmoja, tukitoa sababu za kwa nini siku ya usikilizwaji wa shauri hatukufika shaurini. Tuko sawa jamani, tunaelewana? Asante. Kwa hiyo katika mazingira hayo Uh, taasisi nunuzi inaweza kuwasilisha ombi hili. Ombi kwa Kiingereza linaitwa uh, setting aside an ex parte decision, kutengua uamuzi uliosikilizwa uliotolewa kwa kusikilizwa shauri upande mmoja, lakini pia ombi lingine linaloweza kuwasilishwa PPAA. Lakini kabla sijaenda kwenye ili ombi la mwisho uh, taasisi nunuzi hapa nimesema uh, usipotokea PPAA siku ya usikilizaji wa shauri PPAA itaendelea kusikiliza shauri. Uh, itasikiliza shauri kwa kumsikiliza mzabuni. Je, mzabuni asipofika tutafanyaje? Hatujiulizi ile, kwa sababu haya yanaendana. Kuna taasisi nunuzi, kuna temdo kutokuja, lakini kuna shapo ama akilimali kutokuja. Kanuni zinataka PPAA kulitupilia mbali shauri lile. Tuko sawa, jamani, tuko sawa kabisa. Lakini kanuni hizo hizo, hizo kama zilivyompa haki temdo ya kuomba kutengua uamuzi uliotolewa upande mmoja, kanuni hizo hizo zinampa mzabuni haki ya kuomba shauri lake lililofutiliwa mbali kurejeshwa PPAA na kusikilizwa pande mbili, akitoa sababu za msingi kwa nini hakufika siku ya usikilizaji wa shauri. Sawa jamani, hayo eh, ndio matakwa ya sheria yalivyo. Sasa lakini maombi mengine ambayo yanaweza kuwasilishwa PPAA ni maombi ya kukaza hukumu. Jamani, tuko pamoja? Asante. Maombi mengine yanayoweza kuwasilishwa PPAA ni maombi ya kukaza hukumu. Maombi haya ya kukaza hukumu yanawasilishwa endapo PPAA imetoa uamuzi dhidi ya mzabuni au dhidi ya taasisi nunuzi, lakini uamuzi huo haujatekelezwa kama ulivyotolewa. Sawa jamani? Kwa hiyo tunaweza kuomba kitu kinaitwa kukaza hukumu ama application for execution. Kwa hiyo hizi application zote pia ziko included kwenye moduli yetu ya kushughulikia rufaa na malalamiko, ambayo ndio tunaendelea kuifafanua. Nafafanua hivi in details itusaidie tukienda kwenye moduli, ukikutana na hivi vitu ujue, hiki kinanihusu sasa hivi, hiki kitanihusu baadaye. Sawa jamani.